Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 20 Novemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Andrea Avelino, mtawa mwaka 1608 na Andrea Avelini. Alizaliwa mwaka 1521 huko Napoli nchini Italia, akaitwa Lancelotti. Alipopewa upadre kwanza, alisomea sheria, kisha kuhitimu alipewa kazi ya wakili katika baraza la kanisa, ndiyo kazi ya kukinga na kusimamia watu walioshtakiwa barazani. Siku moja alisema uongo kidogo. Alipopata fahamu, alitubu kosa lake, akiondoka barazani, asitake zaidi kuiponza roho yake. Akaingia katika jamaa ya Wateatini, akachagua jina la Andrea kwa kuwa aliupenda sana msalaba na jinsi alivyouawa Mtume Andrea. Aliweka nadhiri mbili: kwanza, kutofanya alivyotaka mwenyewe na pili, kuendelea kila siku katika utakatifu. Ndiyo maana alijitesa kwa kudharau heshima na ukubwa. Neema ya Mungu ilimsaidia kuongoza roho za watu na hasa wakati wa kuungamisha. Mungu alimfumbulia siri zao. Alihubiri Injili kwa watu wa mashamba karibu na Napoli kwa bidii kubwa. Moyo wa ibada na uaminifu kwa katiba ya shirika lake vilikuwa sifa zilizomwonyesha kama mtu afaaye sana kwa kazi ya kuwalea manovisi, yaani wanafunzi wa shirika lake la kitawa. Maaskofu wengi walizitambua sifa na vipaji vyake vingine na waliutafuta sana msaada wake katika kuirekebisha hali ya majimboni mwao na maisha ya Kikristo ya waamini wao. Mahubiri yake katika makanisa ya mjini Napoli yaliwaongoa wengi na kuwa motomoto -moto tena katika kuishi kadiri ya imani yao. Akiwa na umri wa miaka themanini na minane, siku moja alipoanza misa alipatwa na pigo la moyo asiweze kutamka neno. Walimpa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, akafa siku hiyo hiyo mnamo mwaka elfu moja mia sita na nane. Alitajwa mtakatifu mwaka 1712. Sikukuu yake huadhimishwa kila mwaka mnamo tarehe kumi Novemba. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina. Mtakatifu Andrea Avelino mtawa, utuombee.